Jambo na karibu katika makala ya siha njema. Mimi ni Carol Korir. Katika majuma yaliyopita tumekuwa tukiangazia matatizo ya tezi ko au thiroid, dalili zake na matibabu yake. Juma hili katika sehemu ya mwisho, tunakuletea daktari wa afya ya akili ambaye atatuelezea ni kwa nini matatizo ya tezi ko yana ufungamano na afya yako ya akili. Tutakufahamisha pia kuhusu namna wagonjwa walio na matatizo haya wanavyoishi kama familia lengo likiwa kusaidiana kimatibabu na kufahamishana ni mbinu gani kando na matibabu ambayo yanaweza kukusaidia. Nitaanza kwa kumkaribisha daktari wetu wa afya ya akili kwa jina anaitwa Dr. Violet Oketch. mimi ni daktari mkuu kwa upande wa wagonjwa za kiakili pale hospitali ya Kenyatta National Hospital Nairobi, Kenya. Thyroid yako inasaidia kufanya kazi na homoni zingine katika mwili wako ili uweze kuwa na nguvu ya kutosha, ili uweze kuwa na furaha, ili uweze kusikia wakati kuna baridi unasikia baridi lakini usisikie baridi sana. Wakati kuna joto pia unaweza kutolerate. Wakati hiyo thyroid gland ama tezi haifanyi kazi vizuri, tunasema kwamba hiyo ni hypothyroidism. Mtu akiwa na hypothyroidism mara nyingi atakuwa na depression. Kwa sababu gani? Mwanzo atapata hana nguvu. Mwanzo, hana appetite hata kila hiyo chakula anapata kwamba ameshiba na hana nguvu ya kwenda kuamka kufanya kazi zake za kawaida. Atakuwa atashinda saa zote kitandani amelala. Mana, hana nguvu ya kutoka kitandani aweze kufanya vitu vyake, atapata kama ile ngozi yake imekauka kabisa na hata makucha yake yana, yana katika, katika ni kama vile umeweka ninio inaitwaje nilvanish lakini imekaa muda mrefu, alafu wakati ukitoa ninio ina katika katika kitu kingine pia unaweza ukapata kwamba huyu mtu yani, saa zote ako tu na huzuni, haoni kitu kizuri chochote kinatendeka katika maisha yake. Kwa kina mama, saa zingine mtapata hata hiyo homoni kiwa chini zaidi, utapata kwamba mama wakati anaenda kupata damu ya mwezi, hiyo hiyo damu inakuja nyingi mpaka napata anemia, mpaka, ra, uh, ile kiasi kiasi ya damu ambayo kwa mwili wake inapungua, na endelea kuwa anaendelea kuwa mnyonge zaidi, ama utapata hiyo period haikuji na wakati ambao inatakikana ikue. Kuna pia opposite katika hii hormone ya tezi ambayo sasa sehemu zingine pia kama hiyo, hiyo gland, inafanya kazi nyingi zaidi, hyperthyroidism. Sasa iko hyper, yani iko juu zaidi, hasa unapata mtu hata um, wakati kuna joto kidogo, yeye anasikia ana sweat zaidi na anaona hiyo joto ni nyingi, na mtu yote mwenzake hapati kama hiyo joto ni nyingi sana. Anapata kunapata kama ako na mood, anakasirika upesi, anagombana na watu wao, mpaka watu pengine hawamuelewi wanafikia, kwani nini me, imetendeka kwa huyu dada ama huyu ndugu ama kwa mama eh? na utapata kwamba saa zingine pia anasikia roho inapiga sana eh? na vitu vyake anataka kufanya tu haraka haraka haraka haraka, lakini tena bado anachoka hasa ukipata, hiyo ni muhimu kwamba uende kwa daktari, uende wa kupima uweze kujua ni nini inalatendeka katika mwili wako, ambayo ni la affect mwili na akili yako na vile una interact na wenzako. Ha, ninaungana nao tena, Sarah Katulle, afisa mkuu mtendaji wa kundi la kuhamasisha kuhusu afya ya tezi koo, ambaye alitibiwa tatizo la hyperthyroidism. Pia ninao Joan Amimo ambaye anaendelea na matibabu ya hypothyroidism na Audrey Ng'ang'a, ambaye anatibiwa tatizo la hyperthyroidism. Kando na kutumia matibabu kuna, kama dawa hivi, but ni supplement tunachukua, kama vitamin D D3 yenye tunaipata sana, sana. Tunaweza chukua kaa tembe ama tutafute jua tuote jua tupate hiyo, unapata ya bure. Ya bure. Mm -hmm. Ya bure ya bure yenye itakusaidia kabisa, kama sio kuna selenium ambayo pia inawezapatikana kwa, kuna hizi nuts zinaitwa Brazilian nuts kama watu wa hypothyroidism Uh, tuna avoid vitu kama soya, raw vegetable ama salad. Tuna moderate kwa sababu one or another ina affect inaathiri uh, ina, ina kula mboga ile imepikwa na ipikwe vizuri mm -hmm. y yeah, mm -hmm. ama ukifanya chochote ufanya na um, iyo kiwango uh, chana na mambo na, vinywaji vinywaji, unazungumzia nini? Unajua kuna vinywaji vingi, hata maji ni kinywaji. vyakuleo vyakuleo. <laughs> Acha vileo, madawa za kulevya. Uh -huh. Tuachane kabisa e. Na oji nini kimekusaidia kando na matibabu? E, lishe mzuri, avoiding uh, junk also using probiotics. Mfano kuna moja najua inaitwa kefir inatengeneza maziwa mzuri, na pia unaweza tumia mala Labda Sara, nisaidie probiotic ingine eh, probiotic kwa, kwa ufupi kwa Kiswahili ni, ni vyakula ambavyo vinachacha vime vimegandishwa vime ama vyakula vya kuchacha. Hatusemi usile mboga, lakini sasa unajaribu una jar, una kubadilisha hiyo nini ya mboga kidogo eh, ama tuseme unazipika kidogo kama vile kabeji una steam kidogo. Ukisteam hiyo moto huwa inafanya hiyo ajenti ambayo inafungia uh, iodin kuenda chini kabisa ama kuchachisha. Sasa kuna siku hizi watu wanachachisha kila kitu. Unaweza pata watu wanachachisha kabeji, watu wanachachisha uji, unachachisha maziwa, unachachisha maragwe, unachachisha vitu vingi, matunda, sana matunda unaweza pia kuchachisha. Mi mwenyewe wanajichachishia e, matunda e, kombucha. Matunda unaweka sukari unachachisha ndio probiotics ambayo tu ni zile e, kemikali ambazo huwa zinatumika kwa tumbo kusaidia mwili wako kukuwa na ile strong immunity sara ilifika wakati ambapo ukafikiria kuja na kikundi ambacho kina wale watu ambao wametembea safari kama hii ya kutibu magonjwa ya thyroid kundi hili letu ambalo tunaliita the Thyroid Disease Awareness Kenya Foundation ni shirika ambalo lilianza mwaka wa 2017 nimegunduliwa na ugonjwa huu nimejaribu vile naweza kupata matibabu nikakuwa na changamoto nyingi sana. Alafu pia baada ya wanawake wengi wakiniona kwa sababu uh, ugonjwa huu wangu wa hyperthyroidism ambayo ndo ulikuwa imenishika, nilikuwa na jicho langu moja lilikuwa lime toka nje sana. Sasa nikienda kila mahali, watu walikuwa wananiangalia, wananiuliza ni nini shida yako ama, alafu sasa wanaona shinda, shingo yangu imefura. wananiuliza maswali, wananiuliza kama vile, ulienda wapi, ulikunywa dawa zipi. Sasa ungenipata nikiwa nyumbani hapo mtaani, e, wanawake wanakuja wanazunguka tu, wanasikiza vile nasema. Nikienda kanisani, tukimaliza kanisani unasikia kuna mtu alikuwa anataka kuniona, ninaenda wananiona, wananiuliza maswali. Sasa nikafikiria nikauliza ninawezaje kuweka tu huu mradi ama hii information huko nje ili watu ambao siwajui ama wale watu ambao wanijue pia wanaweza kukuwa wanapata maarifa. Na hivyo ndio uh, shirika hili za, la Tida Foundation lilizaliwa. Tunahamasisha maarifa kuhusu uh, ugonjwa wa thyroid. Alafu pia tunawasaidia wagonjwa uh, kupata matibabu na matibabu ambayo yanayofaa tu, sio matibabu ya kawaida. Tunashirikiana na madaktari, tunashirikiana na hospitali Itali, tunashirikiana na, na, na labs ambazo huwa sasa wanaelewa uh, kuhusu ugonjwa wa thyroid na huwa wanasaidia wagonjwa uh, wetu sana, lakini sana sana ni kuwa tuna hiyo tunaitaje hiyo um, Support system kwa wagonjwa ambao wanajulikana na wanapatikana na ugonjwa huu wa thyroid, kwa sababu ni ugonjwa ambao tunasema kwa kizungu ni an invisible disease. Sasa unaweza kuwa unatembea uko sawa, watu wanakuona, lakini hawajui uko na mambo mengi ambayo unapigana kimwilini, na watu wengi hawaelewi. Tunawaandikia barua zile tunaita recommendation letters, mwajiri anaweza kuwaelewa ya kwamba wanaugua ugonjwa huu na pia mahitaji yao vile wangetaka na vile vile wangeweza kuexist na, na na kazi lakini pia bado wakiendelea kuchunga, kwa sababu ni ugonjwa ambao hujulikani. Nirudi kwenu Audrey na Joan, bila shaka nyinyi ni wanachama wa kundi hilo. Ni kwa namna gani mnaweza kusema kuwa kwenye kundi kama wagonjwa wa thyroid inalipa? Nimesikia kwanza, siko peke yangu, tukishirikiana na wenzangu, tukiongea dalili tunasaidiana na pia wananipatia tumaini, wananipatia tumaini mbeleni itakuwa sawa na nitaishi tu maisha tu ya kawaida. Sa so, zingine wenzetu hawana dawa, kunafika wakati mtu hawana dawa, inabidi tunaangalia venye tutamsaidia, na tumesaidia wengi sana, na hiyo imekuwa muhimu kwa kila mtu at, at least mtu anaona hata kama ana ile pesa, kuna hawa wenzangu wanaweza kuja pamoja niweze kupata matibabu, niweze kupata dawa. Kuna hiyo kukutana pamoja ku, ku, ambia, ku share stories like venye tunaendelea. Imekuwa kikundi cha muhimu kwa sana kwa maisha yangu. Kufikia hapo, sinabudi kutamatisha makala haya nikitumai utakuwa makini kuhusu afya ya tezi koo, ambayo ni kiungo kinachofanana kipepeo. Kinaweza kupuuzwa, lakini ina umuhimu mkubwa katika afya yako. Mimi ni Carol Coren. Kwa heri.